Halo, habari ya wakati huu, mtazamaji wangu. Karibu sana, naitwa Tabibu Lois. Leo nitaelekeza jinsi ya kuwalinda watoto wako kwa kutumia mkojo wako mwenyewe. Ninapokea simu nyingi, na nilipokea nilipokea mgeni mmoja, mama mmoja, ni mtu mzima, msomi, lakini hawezi kuzaa tena kwa sababu alibakwa utotoni. E, unajua unapobaka mtoto mdogo, binti mdogo, viungo vyake vya uzazi vinakuwa vijakomaa. Kwa hiyo unajikuta anapokuza ili kuja kuwa mkubwa, kwa sababu tayari ameshaharibiwa maongo yake ya kizazi, hawezi kuzaa tena, lakini chanzo alibakwa na ndugu wa nyumbani. Yani unakuta mzazi unakaribisha ndugu zako, kaka zako, wajomba zako, unakuta wana mburi mtoto, wanamnyanyasa kingono na anatishiwa ukisema, tunakuchinja tunakufanyaje, tunakupiga. Nakuta mtoto natukanwa mda wote. Wazazi, chunguzeni sana watu mnaokaribisha nyumbani, na jitahidi sana kuangalia mtoto wako. Ukiona mtoto wako hampendi mtu fulani ambaye unakaa naye hapo nyumbani, huyo mtu mwondoe haraka, huenda anamtukana kwa maneno, anamnyanyasa kwa maneno, au anamfanyia vitendo vibaya mtoto wako. Kwa hiyo jifunza, wakati mwingine watoto wa, watoto wani wepesi kusahau, nadhani huwa mnaona watoto wanaweza kugombana hapa baada ya nusu wamesha sahau wanacheza kwa watoto wanaweza kufanywa kitu kibaya baada ya muda akasahau kwa mzazi jizoeshe unaporudi hata nyumbani ita mtoto wako mmoja mmoja nani wana kufanyia kitu kibaya fulani anakufanyia hivi na uambie hata wanapokuwa shuleni mtu yeyote anamfanyia kitu kibaya aidha alipoti kwa mwalimu ama apige simu nyumbani ama arudi nyumbani mara moja kwa sababu mtoto wa mdogo anapofanyiwa Matendo ya ukatili utotoni, yale matendo yanaingia kwenye akili yake ya kina, akili ya ndani kabisa ndani ya nafsi yake. Ina maana yale matendo mabaya atakuwa nayo mpaka ukubwani na yanaweza kumwathiri. E, kwa mfano mtoto ambaye alizoea kuteswa, kutukana, akija kuwa mkubwa naye atakuwa vile vile. Mtoto aliyezoea kupendwa utotoni akija kuwa mkubwa naye atakuwa vile vile. Kwa hiyo, chunga sana, hata kama una mtoto mchanga akimwona mtu fulani analia anamchukia, anamtukana, anamwambia toka nyumbani kwetu, yule mtu mfukuze, sio mtu mzuri kwa mtoto wako. Huenda anafanya mambo mabaya zaidi unapokuwa haupo. Na maisha sasa hivi yanatupelekea wanawake kwa wanaume wote kufanya kazi, wote kutafuta pesa. Lakini ingekuwa ni ushauri wangu ni kwamba baba atafute, mama akae nyumbani kulea watoto. Hii ingekuwa salama zaidi, lakini kama inashindikana kabisa, basi sasa hivi kuna system nzuri, kuna kamera funga, makamera yako nyumbani pale. Unaporudi nyumbani, kagua zile kamera zote, mtoto kafanyiwa mambo mabaya, mtoto katukanwa, mtoto kalia kwa muda gani. Hiyo itakusaidia sana uh, kuepusha mikosi kwa watoto wako ama kufanyiwa matendo ya ukatili. Sasa mtazamaji wangu, leo nitafundisha jinsi ya kuwalinda watoto wako kwa kutumia mkojo wako mwenyewe. Mkojo nimeshafundisha mara nyingi, una nguvu sana za kuweka ulinzi popote. Utatakiwa ufanye ifuatavyo: utachukua mkojo wako alfajiri, weka kwenye maji ya kuoga ya watoto wako. Unajua watoto wanaenda boarding, unaenda kazi, unawacha watoto, unarudi usiku. Uwe mzazi wa kiume, uwe mzazi wa kike, fanya hii remedy. Unapotumia mkojo wako, hakuna mtu yoyote ataweza kumdhuru yule mtoto, kwa sababu mkojo una nguvu za kiroho. Za kuweka ulinzi mahali popote. Unaona, chukua maji yao ya kuoga weka mkojo wao. Kama hutaki waone, unaweza kuweka maji ya kuoga andawe mwenyewe maji ya kuoga kwenye ndoo, mwambie nenda kaoge, lakini unakuwa umewekea mkojo wako mwenyewe wa alfajiri ule mkojo. Hata kama mtu anaenda shule za boarding, unayanenea una yale maji yenye mkojo Naweka alama ya ulinzi kwa mwanangu kwa nguvu ya mkojo wangu mwenyewe. Mwanangu hauta hautaumizwa na walimu, hautaumizwa na wanafunzi wenzako, hautakuwa mfano mbaya kwa wanafunzi wenzako, hautatukanwa, hautanenewa maneno mabaya. Halafu mwacha aoge yale maji, sio lazima yaone, unaweza kumwekea kwa asili e, kama oga wanachemshia maji unasikia, unajifanya anachemsha ya mwenyewe, wawekee maji ya kuoga. Kama mtoto yuko mbali, labda yuko nje ya nchi huko. Hakuna mtu atakuja kuwaonea, wale watoto wanafanyiwa bullies huko shuleni, wananyanyaswa. Lakini ukitumia mkojo wako mwenyewe, automatic universe itawalinda wale watoto bila wewe kujua, unaona. Kwa hiyo mara nyingi a uh, baraka au laana zinaanzia nyumbani. Wewe mtoto unawabariki vipi watoto wako? Mtoto ametoka wa shule pengine huko shule amejifunza tabia chafu tabia mbaya. Chukua vitunguu saumu, weka kwenye kona za chumba wanacholala wale watoto. Halafu pia zingine unaweza kuweka vitunguu saumu ndani ya mto eh, au machini ya kitanda chao, unasema naondoa na kuharibu kila tabia mbaya kila laana ambayo watoto wangu wametoka nayo shule, kila mkosi, kila nuksi ninaiondoa kwa nguvu ya kitunguu saumu. Pia ujifunze sana uh, kuwaoshea chumvi za mawe, chumvi ambayo unaweza ukachukua hata kidogo kwa wafungashia, wakaenda nao shule. Atakuwa anachukua punje tatu, hata mara moja kwa wiki, anakoroga kwenye kombe cha maji, ananawia uso, ama anachanganya kwenye maji yake ya kuoga, anakoroga mara moja kwa wiki, ananawia. Lakini kuna baadhi ya shule hawakubali mtoto kwenda na vitu kama hivi. Kwa hiyo tumia zaidi mkojo wako, ili mtoto asifanyiwe mambo yote mabaya, iwe nyumbani, iwe na majirani, iwe shule za boarding. Chukua mkojo wako mwenyewe, mchanganyie kwenye maji yake ya kuoga asijue. Eh, unaweza ukamwambia leo nakuchemsha maji ya kuoga, ukamwekea Naitwa Tabibu Loisi, naamini katika sheria ya nguvu za asili na ulimwengu yani universe. Ninatibu magonjwa sugu. Pia mpendwa mtazamaji, ninatibu vidonda vya tumbo, kwa muda wa wiki mbili utapona, utakula kila chakula. Dalili zake ni tumbo kuuma sana kama linawaka moto, kiungulia kikali na unapata maumivu hapa chini ya, uh, chini ya kifua hapa kwenye chemba moyo. Tumbo linajaa gesi Unabagua vyakula, ukila vyakula baadhi vyenye asidi, dagaa, maharage, tumbo linajaa gesi. Hivyo ni vidonda vya tumbo, na mwingine anakuwa anapata constipation tu, choo kinafunga. Tunazo dawa za matatizo yote ya kizazi kwa wanawake na wanaume. Kwa upande wa wanawake, uvimbe wa kizazi, fibroids, UTI sugu, PID sugu, ugumba, uvimbe kwenye vifuko vya mayai, kansa ya kizazi. Lakini kwa upande wa kansa, awe hajaishiwa damu, awe na damu ya kutosha tunatibu kwa mwezi mmoja anapona. Kwa upande wa wanaume, henia, mshipa wa ngiri, tezi dume, matatizo yote ya kizazi, unatumia dozi yangu kwa muda wa mwezi mmoja unapona. Lakini pia tunazo dawa kwa ajili ya kushusha presha kwa mtu ambaye unasumbua tatizo la presha. Nimeboresha sana sasa hivi dawa ya presha, mtu labda presha iko juu, moyo na bana a kifua kinabana, moyo umepanuka. Nimeboresha, zamani dawa ilikuwa inachukua siku tatu kwanza kushusha pressure, sasa hivi ni dakika 30 tu. Kifua kiko kimebana, ndani ya nusu kifua kinaachia, na kutibu kwa mwezi mmoja unapona. Tunaishusha na kaa nomo 120 chini ya sabini. Kama pressure imeshaleta madhara, labda moyo umepanuka ama umepigwa stroke, dozi ni miezi miwili, na inapendeza mgonjwa huyu akiwa na watu wa kumsaidia kunywa dawa. Tunao dawa kwa ajili ya kushusha sukari. Sukari iwe juu sana, labda unachoma insulini unatumia vidonge. Madhara ya sukari ni makubwa. Tunaishusha kwa muda wa mwezi mmoja, inafika 4 4.5, tatu ndio vizuri, 4 4.5. Tunazo pia dawa kwa ajili ya macho, macho yanayowasha sana <coughs> macho kishindwa kuona mbali au karibu, au vinyama vinavyoota hapa kwenye hicho leupe kuelekea jeusi, dozi ya mwezi mmoja Uh, matatizo yote ya macho kwa ujumla kama unavaa miwani ndio inaweza kachukua kama miezi miwili. Tunao dawa kwa ajili ya magonjwa ya kinywa na meno, matezi ya kooni, matonses, kansa ya koo. Kwa upande wa kansa hawajaanza tu kuishiwa damu, dozi ya mwezi mmoja, lakini tonses ni mara nyingi ni dozi ya wiki mbili tu anapona. Tunao dawa kwa ajili ya matatizo mengi sana, mpenda mtazamaji, ipo dawa ya mvuto mkali sana wa pesa na mali. Dawa inaitwa KKK triple K wanairusha mara nyingi. Dawa ina uwezo wa kukulinda popote, utaingia popote, utasikilizwa utapendwa na kila mtu, lakini pia uh, ina mvuto mkali wa pesa. Unapoichoma kwenye moto na ukijipaka kwenye mafuta, inakuwa yani, unakuwa na mvuto mkubwa. Lakini pia ina uwezo wa kumrudisha mtu yoyote akufikirie. Labda unataka kwenda mahali au mtu fulani akuelewi, unaichoma kwenye moto, unakuwa namnuia yule mtu anakuwa na kufikiria chochote akachomwambia, atakukubalia. Ipo pia dawa kwa ajili ya limbwata, kumtuliza mpenzi mkorofi, dawa kwa ajili ya watu waliovuta madawa ya kulevya. Kwa leo niishia hapa, mpenzi mtazamaji wangu. Ukiwa na swali lolote niandikie message WhatsApp, ama unipigie simu. Mungu akubariki sana, share video hii na watu wengine ambao unajua wana matatizo na watu wenye shuhuda pia, msiache kunitumia shuhuda, aidha comment YouTube ama nitumie moja kwa moja WhatsApp au message ya kawaida. Ushuhuda, unapotoa ushuhuda ukamsaidia na mwingine, Mungu anakubariki zaidi. Naitwa Tabibu Lois, asante sana, ninakupenda sana. Mungu akubariki sana, bye.